Gazeti la habari leo linasema tukta yavutiwa na Rais Magufuli, yasema inaunga mkono kasi ya kutumbua majipu. Kigogo tuyaliwahie kizimbani kwa rushwa ya milioni 1.5 ni uko Arusha. Koltini kwa kutaka kumuua jaji Lubuva. Tazara nako ni mshike mshike. Serikali ya giza ifikapo Juni, waanze kujilipa mishahara wenyewe. Makonda asimamisha uzalishaji Urafiki, ajali za ua kumi na nne Singida. Gazeti la Uhuru limeandika mali iliyokutwa kwenye makontena hii hapa, ajali ya ua kumi na mbili na kuna habari, picha inaonyesha basi lilopata ajali kotini, kwa njama za kumua jaji Lubuva, na atakayejumu atakayehujumu CCM kukiona huyu ni Mangula, serikali serikalini hapakaliki, hii ni jambo leo Kasi ya Magufuli yazua hofu kwa wafanyakazi. Wafanyabiashara wajanja wajanja, taharuki tupu. Mashine za city scan zaanza kazi Mwimbili. Na basi la ua abiria kumi na mbili, la jeruhi kumi na nane. Gazeti la Nipashe limeandika du, maumivu. Hivi ndivyo mashangingi yanavyofilisi kamishna wa TRA. Yafunguka tuma za ufisadi Uingereza. Gazeti lingine ambalo linalo hapa ni la michezo. Sasa nageuzia michezo, ambapo bingwa linaandika msikonde Shwa Sanchez kurejea dimbani punde kuivaa City Desemba 21. Na upande wa pili bingwa linaandika Yanga one chance one goal, na habari nyingine inaandikwa Kerry atumbua majipu Simba. Gazeti la Burudani lenyewe linaandika noma sana, waziri mkuu amtimua Benzima. Nikigeuza magazeti haya ya, na, soma gazeti la habari leo linasema Simba Yanga mguu sawa, na hapa habari picha inaonyesha wachezaji wa timu ya Kilimanjaro Stars wakirejea kutoka Ethiopia kwenye michuano ya kombe la Challenge, na kocha Kibadeni aibua mapya kutolewa Kili Stars. Gazeti la Majira linasema Pluijm atafuta dawa ya wavivu Yanga, nusu fainali ya Challenge kufanyika leo. Gazeti la Uhuru limeandika Kibadeni, hakuna mchawi Kili Stars. Gazeti la Jambo Leo limeandika ha, Yanga hakuna kulala. Kanavaro Haji Mwinyi waanza tizi. Man City Everton za tinga nusu finali Cape Town. Na kivumbi cha nusu finali kombe la challenge hapo leo, Simba vs Azam kama finali. Simba ambayo haijaonja utamu wa bingwa kwa msimu mitatu imejificha Zanzibar, wakati wanalambalamba wakikimbilia Tanga. Yanga ya saka mbinu za mkwakani Dida itaka namba ya batezi Yanga. Na tumalizie basi na gazeti la burudani ambalo limeandika tujim ampa mikoba ngoma, mtazamaji wa TBC. Na huo ndio udondozi wa magazeti ambao umetufikia hapa.